Wizara ya Ujenzi inatoa shukrani nyingi sana kwa Wizara ya Ulinzi na jeshi letu, kwa sababu mmekuwa wakati wote mko tayari kutupa ushirikiano wa hali na mali. Kwa hivyo mimi nataka tu niseme kwamba wizara ina shukrani nyingi sana kwenu, General, Mheshimiwa Waziri, asanteni sana kwa namna ambavyo mmekuwa mkitupa shikamano na ushirikiano. Na kuhusu hii barabara, mheshimiwa waziri, nataka nikuhakikishie kwa tu kwamba hii ni ya kipaumbele na watu hawatalala usingizi kwa kazi hii mpaka niione kazi hii uelekeo wake ni mzuri. Na mkandarasi CHICO yuko hapa ananisikia, lazima hapa ufanye kazi. Na good luck ni kwamba kwa hii barabara huyu sisi tumemlipa hela, hatudai. Ana section mbili, ana lot iko hii hapa na ana lot iko kule Nchuka. Ameanza kufanya marekebisho, kutoka katika literatures nilizozisoma kwa sababu barabara ilikuwa tayari imeshaota majani, ile siarara ilianza kuota majani. Ikianza kuota majani, inakuwa hiyo haifai, inabidi ufanye marekebisho. Yes, ameianza hiyo kazi, lakini nimeambiwa iko slow sana kwa sababu huyu hatudai. Katika jambo hili tumejitahidi, tumelipa fedha vizuri sana. Yes, wanajua vizuri. Mimi naomba nihitimishe tu kwa kukonfirm uelewa wangu ambao ndio utakuwa ni kama hadidu za rejea za kukamilisha kazi hii. Uelewa wangu wa kwanza ni kwamba kazi hii ya kujenga barabara the main road ikiwa ni pamoja na madaraja yake itakamilika kufikia mwisho wa mwaka huu mwezi wa 12 mwaka 2025 20. Uele wangu wa pili ni kwamba hii diversion ambayo ndio itawezesha sasa hii barabara y kukamilika, na sisi tuendelee na shughuli zetu, itakamilika pamoja na kwamba imesemwa haraka iwezekanavyo, mi niseme tu itakamilika kufikia mwisho wa mwezi huu ikiwa ni pamoja na yale makaravati yanayotakiwa kuwepo ili kukamilisha kazi. Kwa hiyo ndio uelewa wangu. Na uelewa wangu wa tatu ni kwamba kazi hii haitasimama kama ulivyosisitiza kwamba itafanywa usiku na mchana, ili kuhakikisha kwamba hizi time tulizojiwekea zimewekwa tu, lakini tunaweza tukamaliza kabla ya hapo. Daraja yote manne yataisha mwaka huu mk mwaka huu mwezi wa kumi na mbili. Hilo ndio sawa, that is right. Wajaribu kuakisa sisi kwa upande wa kubekishwa kwamba hiyo mchoro wanayezungumzia wanaipata haraka, kama kuna ambaye uko upande wa consultant Akabiliwe na kuipitisha pia vile vile. Lakini yani, wakati huo wakati mwaka huu kwetu sisi ni mbali. Yes. Kwa sababu tunataka tuhamie huku haraka sana. Mm. Kinachotukwamisha mojawapo ni hii barabara. Mm. Kwa hiyo wakati hayo yakimalizika mwezi huu, ambao tunashukuru na appreciate na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mm. Kwa kazi kubwa unaoifanya na msukumo uliouweka. Yes. Lakini tunataka kule ambako tunaweza tukapita kwa muda na kwenyewe kuwe vizuri kabisa.